Episodi namba mbili ya Chat GPT for beginners. Katika episodi iliyopita tuliangalia kuhusu introduction to Chat GPT, na leo tunakwenda kujikita katika matumizi sahihi au fasaha ya Chat GPT ili kuweza kupata majibu tunayohitaji. Kutumia ChatGPT ni rahisi sana, kama ulivyoona katika episode ya kwanza ulikuwa unaandika tu message, unapress enter, then unapata majibu. Lakini namna unavyouliza swali, kadri swali lako lilivyo, huathiri ufasaha au usahihi wa jibu utakalolipata kutoka kwenye ChatGPT. Ngoja ni kuonyeshe mfano. Ukiiuliza ChatGPT swali ambalo liko general, mfano, unaweza ukaiambia tell me about AI, ChatGPT itakupa jibu lenye mwitikio mpana, yani haitakupa jibu specific upana with broad meaning, lakini kama ulikuwa unataka jibu la aina tofauti ya utakalolipata, then unatakiwa kubadilisha namna ya kuuliza maswali yako ya ChatGPT. Kwa hiyo namna bora ya kuuliza swali unaweza ukafanya hivi. Uh, kama unahitaji specific jibu au taarifa specific unatakiwa uweze kulirefine swali lako, unapaswa kuboresha namna unavyouliza swali. Mfano, naweza nikabadilisha swali niloliuliza mwanzoni liwe kama ifuatavyo. Mwanzoni niliambia, Tell me about AI lakini sasa hivi nitakwenda kuiuliza swali kwamba tell me about AI as you will tell to a 10 years old. Umeona sasa jibu lilivyo hili jibu, limekuja more specific linalielezea AI kwa uzuri, kwa mapana yake, ambavyo mtu yoyote anaweza kufanyaje kuelewa. Kwa hiyo ndo namna ambavyo unaweza ukalibadilisha swali lako, au unaweza kuliboresha swali lako namna unavyoliuliza, ili uweze kupata majibu ulio yatarajia. Triki nyingine ambayo unaweza ukaitumia ni kuiuliza ChatGPT maswali ya listi. Maswali ya listi ni yale maswali ambayo unataka ikutajie vitu kadhaa. Kwenye kutajiwa vitu kadhaa, hapo ndipo unaweza kupata maana halisi ya kitu fulani. Kwa hiyo unapokuwa unaiuliza ChatGPT list things or list questions, inaweza kukupa majibu yenye clarification nzuri zaidi, na hii inaweki vizuri pale ambapo mnapokuwa mnafanya brainstorming au unapokuwa unafanya research au mwanafunzi unapokuwa unajisomea unahitaji clarification ya mifano miwili mitatu kuhusiana na kitu fulani. Unaweza ukaiuliza ChatGPT pia iweze kusummarize, au iweze kuandika upya, au kubadilisha maana kitu fulani katika style nyingine, ambao ulivyokuwa umeitarajia. Hebu tujaribu kuiuliza ChatGPT, write rit for me an email to tell my supervisor I'll be delaying submitting my report. Mimi nimeiambia ChatGPT iweze kuniandalia email ambayo nitaweza kumnotify supervisor wangu kwamba nitadilei kwenye kusubmit report yangu kwao. Umeona email ilivyokuja iko very professional Unachoamua wewe sasa, unaamua uifanyeje? Kwa hapa mimi naweza nikamwambia ChatGPT, maybe labda make it more professional. Kwa hivyo ndo namna ambavyo unaweza ukadiri maswali yako ili uweze kupata majibu fulani ambayo ulikuwa unataka. Sasa katika issue ya listing, mfano naweza nikaiambia labda kwamba give me five characteristics of human being. Kwa hivyo kama unavyoona hapa inanilistia sifa tano za binadamu. Kwa kama unataka swali ambalo uweze ku listi ya vitu kadhaa hivi ndo ambavyo unaweza ukaiuliza ChatGPT na ikakusaidia kupata kile kitu ambacho ulikuwa unatarajia kukipata. Katika episodi ijayo nitakufundisha nini maana ya prompt, na namna ya kuandika prompt ambazo ziko effective, prompt ambazo zitaweza kukupa exactly majibu ya kile kitu ambacho ulikuwa unafanyaje, unataka ukipate kutoka kwenye ChatGPT na sio kupata vitu ambavyo viko more specific. Hivyo basi.